Turejelee ile taarifa yetu kuu ambapo Boniface Mwangi Kariuki ambaye ni mchuuzi wa barakoa mwenye umri wa miaka 22, aliyepigwa risasi mnamo tarehe 17 mwezi huu wakati wa maandamano yaliyofanyika jijini Nairobi, ameaga dunia. Kulingana na Jonah Kariuki Nyambura, mwanawe wa kiume alifariki mapema leo mwendo wa saa 9 na dakika 15 alasiri. Marehemu alikuwa amelazwa kwenye wodi ya wagonjwa mahututi katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta tangu tarehe 17 mwezi huu baada ya kupigwa risasi jijini Nairobi. Wakati wa kulazwa kwake hospitalini humo, gharama ya matibabu ya Kariuki ilikuwa imefika shilingi milioni 3.6, fedha ambazo familia hiyo imesema haiwezi kumudu. Baada ya kuwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kwa siku kadhaa kufuatia kupigwa risasi kwa jamaa wao jijini Nairobi wakati wa maandamano ya tarehe 17 mwezi huu, familia ya Boniface Kariuki aliyekuwa akiuza barakoa ilipata pigo hii leo baada ya kufahamishwa kuhusu kifo cha jamaa wao Boniface Mwangi Kariuki aliyekuwa na umri wa miaka ishirini na miwili, baada ya kupigania maisha yake kwa siku kumi na mitatu zilizopita katika kitengo cha wagonjwa mahututi kwenye hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Kariuki alifariki leo saa tisa na dakika kumi na tano mchana. Kwa zaidi ya siku kumi na tatu zilizopita ambapo Boniface alikuwa amelazwa hospitalini, gharama yake ya matibabu ilipanda na kufikia zaidi ya shilingi milioni tatu. Familia yake, hata hivyo, inaonyeshea kidole cha lawamu hospitali hiyo, ikisema ilitarajia kutaarifiwa kufariki kwake hapo jana na haikuona haja ya kupewa habari hizo za tanzia hii leo b lakini sijui kwa nini when they were were fearing to say it, it wangetuambia vizuri that Boni is gone instead of taking us loud loud loud loud, loud. And we were expecting this. Familia hiyo ikiongozwa na babake Boniface sasa inataka haki na gharama ya matibabu hospitalini kulipa Ameua kijana yetu, kuanzia sasa awekwe ndani na stakiwe na manda, kwa sababu hiyo, hii sio manselota hii ni manda, ameua kijana. Kwa hivyo wanastahili kwanza akamatwe na awekwe ndani. Tunataka kuwashukuru wananchi wote, tumejua mmesimama na sisi, hata saa hii msimame na sisi tu sababu hatuna jia, hatuna mwelekeo, tunashida ni wapi, tuko confused. Familia hiyo imesema Mwangi alikuwa tegemeo kuu na kifo chake ni pigo kubwa kwa familia. Timothy Kipnusu, Darubini.